Wote tunafahamu kuwa uchaguzi ni mchakato unaojumuisha hatua na taratibu mbalimbali za mba kikatiba mba na kisheria ambazo upaswa kufuatwa na kuzingatiwa hasa katika ngazi ya kituo ambapo mchakato wa kupiga kura na kuhesabu kura huendeshwa na hatimaye matokeo ya uchaguzi kwa kiti cha rais, mbunge na udiwani ndio mbile Hatua na taratibu hizo ndizo msingi wa uchaguzi huru na haki, na hatimaye kupunguza au kuondoa kabisa malalamiko ya vurugu wakati wote wa mchakato wa uchaguzi. Nachukua fursa hii kuwaasa kuwa pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu mnao katika uendeshaji wa uchaguzi, msiache kusoma katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo na hizo ya tume. Someni kwa umakini katiba, sheria, kanuni, miongozo na maelekezo mbalimbali yatolewa na yatakayotolewa na tume, na ulizeni ili mpate kufafanuliwa kwenye maeneo ambayo kwa namna moja au nyingine eie yatakuwa yatakayokuwa na changamoto za kufahamu ili kuwarahisishia katika utekelezaji wenu wakati ilo uchaguzi. tunawapa nyaraka mbalimbali tumewapa nyaraka mbalimbali ili mzitumie kama rejea kwa kipindi chote cha utekelezaji wa jua. Jitahidini na mjiepushe kuwa vyanzo vya malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa kwa kushirikiana vyema na mawakala bya wa vyama vya siasa wata ao kuwepo kituoni kwa mujibu wa sheria. Usipokee wakala wa chama cha siasa atakayeletwa kwa mujibu wa sheria, shirikiana naye akushirikiana Fanyeni kazi kwa ushirikiano kama timu ili kufanikisha uchaguzi katika vituo mtakayoingia. Hakikisheni vifaa vya uchaguzi mtakavyokabidhiwa mna vihakiki na kuvikagua kabla hamjakwenda navyo vituoni.